Kuna hali fulani ambazo daktari wako wa watoto anaweza kusema, anaweza kukuambia kwamba mtoto wako anasumbuliwa nazo. Inaweza kuwa ndogo kama hernia ya inguinal, au inaweza kuwa korodani isiyoshuka hypospadias, inaweza kuwa appendicitis. Kwa hivyo tungependa kukuambia kwamba kuna nyakati maalum ambazo lazima zizingatiwe, kwa sababu mwishoni mwa siku, mtoto ni mtoto anayekuwa na wakati wa kila awamu ya ukuaji ni muhimu sana kwamba kiungo kiwe katika eneo au nafasi yake bora. Kwa hivyo ikiwa tutakosa wakati sahihi wa upasuaji wa kiungo hicho, inawezekana kwamba kiungo chenyewe kinaweza kisikuwe kufikia uwezo wake, kinaweza kupungua katika kazi yake, unaweza kupoteza kiungo hicho. Ni muhimu sana kwa wazazi kuelewa hili, kwa sababu swali la kawaida ninapokea kutoka kwa wazazi ni je, mtoto wangu si mdogo sana? Au nakutana na majuto mengi kwenye nyuso za wazazi wanapokuja wakiwa na umri wa miaka mitano, sita, nane na kusema tulichelewa, kwa sababu tulidhani mtoto wetu alikuwa mdogo sana u uh, upasuaji usingekuwa salama. Kwa hivyo ningependa kukuhimiza uje kwanza kwa ushauri na u kuelewa kwa ujumla tatizo ni nini, ni wakati gani sahihi na utaratibu gani kwa mtoto wako, kama kweli unahitajika, na kisha mara tu unapokuwa umeondoa mashaka yako yote na hofu zako zimepunguzwa kabisa, basi unaweza kufanya uamuzi wa busara kuhusu upasuaji kwa mtoto wako.